Umezoea. <laughs> Umezoea aje. Kwa nini umezoea? Kwa nini umezoea? Kwa nini uko kuvuka? Itakuwa ni shida. Wewe utakia. Atavuka kitu. Sisi train. Kwa sababu ni miaka yote. Kwa tunapoishi. Kwa sababu una unapita hapa. Hapa. Eh, hapa unapita. Ai sasa? <laughs> Yaani atakwenda ndani aje. Ah ya. Huh? Mtaweza kuvuka? Acha aende. Mtaweza kuvuka? Mnatoka wapi? Kanisani pale mbele tu huko msipite huko, au ni nyumbani? Ni wapi, ko Kona ishi wapi? Huko mbele huko, eh, hivi hivi ujue, eh, da poa, nimetoka huko kuko hivi hivi.